vya hatari kama hivyo, lakini wakati unatupa unanipa taarifa hapa, nilikuwa nina taarifa pia ya zaidi, natamani tuweze kuiangalia kwa kina, na hiyo ni kuhusiana na tathmini hiyo ya uwekezaji, ambayo hii utekelezaji sorry mm. wa mipango mitatu ile ambayo umeweza kuiongelea ya miaka mitano ikiwa imebaini mafanikio makubwa ya kiuchumi ambayo wamepatikana tangu kupitia mpango um, elekezi wa maendeleo ya muda mrefu, nazungumzia LTPP mwaka 2025, hususan kuongezeka kwa pato la mtu mmoja mmoja. mm-hmm. Lakini pia siku ya jana bungeni huko jijini Dodoma, waziri wa nchi, ofisi ya Raisi, mipango na uwekezaji, profesa Kitila Mkumbo anasema pato la taifa pia lilikuwa na wastani wa asilimia 6.2 kwa kipindi cha miaka 20 mfululizo kati ya mwaka 2002 hadi mwaka 2024, huku mfumko wa bei ukiendelea kudhibitiwa ndani ya wigo wa asilimia 3 hadi asilimia 5. Lakini pia ameongeza zaidi akasema mafanikio hayo yamechochea kuongezeka kwa wastani wa pato la mtu mmoja kutoka dola za Marekani 453 uh, kwa mwaka 2000 hadi kufikia dola 1277 kwa mwaka 2024, lakini pia kiwango cha umaskini kimepungua kutoka wastani wa asilimia 36 mwaka 2000 hadi 26 mwaka 2022. Okay, ngoja tusikie hapa Profesa Kitila akiwa anazungumza. Tathmini iliyofanywa Je, utekelezaji wa mpango elekezi wa muda mrefu wa miaka 15 ambao nimeueleza ulionyesha mafanikio mbalimbali. Ni yataji machache tu mawili. Mafanikio haya ni pamoja na kukua kwa pato la taifa kwa wasta wa asilimia sita nukta mbili kwa miaka ishirini mfululizo kati ya mwaka elfu mbili na mbili na mwaka elfu mbili na ishirini na nne ikionyesha kwamba uchumi wetu ulikuwa na usamirivu wa hali ya juu. Nataka nitaje fanikio la pili ni kuongezeka kwa wastani wa pato la mtu mmoja mmoja kutoka dola za Marekani 453 mwaka 2000 hadi kufikia dola 1271 mwaka 2024. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepiga hatua kubwa katika miaka hiyo ishirini, pato la taifa mtu mmoja mmoja kwa nchi yetu dola 453, leo tunazungumzia 1271, na kwa kweli eh, projection za IMF zinaonyesha kwamba uchumi wetu kwa mwaka huu utakuwa umekuwa kufikia dola za kimarekani bilioni 595. Hiyo itatupeleka kwenye per capita ya dola za kimarekani 1415. Kwa kazi kubwa imefanyika, lakini ukitaka kusisitiza hilo ni kwamba mwaka 2000 Tanzania kuitafuta ilikuwa uende kuitafuta miongoni mwa nchi maskini zaidi duniani kumi. Leo hii Tanzania unaitafuta kwenye miongoni mwa nchi zenye uchumi mkubwa kumi katika Afrika hii. Kwa kutoka chini kule kumi kwenda huku juu, kumi kazi kubwa imefanyika katika miaka hiyo ishirini iliyopita.